Msanii Ibra aliyekuwa Konde Gang zamani ambaye kwa sasa yuko chini ya uongozi wake mpya unaoitwa Oya gang ameshangaza wengi kwa kumshukuru aliyekuwa bosi wake wa zamani ambaye ni msanii Harmonize. Ibra kupitia akaunti yake ya Instagram alishia video hii hapa akiperform kwenye show za chuo kwa chuo ambazo zinaandaliwa na Billnass na mkewe Nandy, ambao wao pia ni wasanii, lakini kilichowagusa wengi ni caption aliyoandika akimshukuru aliyekuwa bosi wake wa zamani Harmonize. Nikianukuu maneno ya Ibra alisema hivi, Shukra sana kaka Konde, bila wewe isingekuwa rahisi hii kitu music. Nenga tajiri nipe show nyingine, nikutane na mashabiki zangu, nimemiss sana kuona nikiimba nao. Hatujamazana bosi, ziite Oya Gang, its new family cheese <laughs> Harmonize ndiye aliyemlea Ibra kupitia lebo yake ya Konde Gang, lakini walikuja kutengana baada ya tofauti zao za kikazi mara kuitana chumbani, lakini that's not the point. Sasa hivi Ibra anaonekana kutoa heshima kubwa kwa Harmonize, ila kwenye comment section, nimemwona Billnass mwenyewe amecomment akisema oyawe, Ibra kajibu na kumwambia ni kama ee, yani ni kama ametoka milembe. Nikiendelea kuchambua chambua, comment mwingine anasema chinga ni mmoja tu Bongo, mwingine anasema kaka, sasa show zinakuja, mwingine anamwambia nimemwambia Konde aseme, usimtaje, kwani nani ajui alikuita chumbani, hashtag no reform, no election. Mwingine anamwambia all the best Uzuri wa makonde wanakuchana live ukiharibu, na wanakushukuru ukiwatendea wema. Ila kukawa na comments nyingi za no reforms, no election, kama hakuna mageuzi hakuna uchaguzi. Mashabiki wengi wameuchukulia ujumbe wa Ibra kama dalili ya msamaha, heshima, na labda mlango mwingine wa maridhiano ya kikazi. Yaani usishangaye kuona kolabu ya Ibra na Harmonize siku za hivi karibuni, akiwa kama msanii wa kujitegemea. Ila Ibra anaonyesha pia hamu ya kurudi majukwaani na mashabiki zake zaidi. Lakini je, wewe kama shabiki unadhani Ibra ameonyesha ukomavu wa hali ya juu sasa hivi, au hii ni njia ya kujirudisha kwa Harmonize? Niachie kwenye comment section bwana. Mi naitwa Rish Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano na waachia nyinyi bwana. Eh bwana, tukutane kwenye video ijayo.